Basi ni mkaribishe mchungaji kwa ajili ya kutupatia somo jioni ya leo. Aa, bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asanteni sana waimbaji, kikundi ambacho kimetoka kule Tegeta Beach, tatupatia nafasi ya nafasi ya kuimba tena kabla makutano hawajatawanyika, niombe e tufungue Biblia zetu kitabu cha Samweli sura ya Samuel ya kwanza, natamani tupate mafundisho machache hapo jioni ya leo. Na kisha tutawanyike. Samueli, Samueli ya kwanza, Samueli ya kwanza, sura ya kwanza, sura ya kwanza. Samueli ya, ya, ya kwanza, sura ya kwanza. Waliofika waseme amina. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama msufi wa nchi ya milima, milima ya Efraimu, jina lake akiitwa nani kanisa? Elkana mwana wa Yeroham, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, mwana wa Sufu Mwefraimu. Alikuwa na wake wawili jina la mmoja ambaye kwa kweli ndiye alikuwa wa kwanza akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka, ili kuabudu kumtana wa majeshi dhabihu watu wategeta Bwana wa majeshi hupewa dhabihu katika Shilo, na wale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 Bas, kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Tuombe Yesu. Tunazo dakika chache katika masomo mengi yaliyoko hapa pe machache tu ya thamani jioni ya leo kwa jina la Yesu, amen. Hana maana yake ni rehema au neema, the grace of God. Kwa hiyo mtu akiitwa Hana maana yake ni neema na kuruhusu kumwita mwanao Hana. Bwana asifiwe sana. Na jina lina maana nzuri na ilikuwa ni familia ya mme mmoja na mke mmoja, mwanzoni mwanaume akakata tamaa, akaamua kuingia kwenye ndoa ya pili ili yapate watoto kashindwa kumwamini Mungu. Ni kweli alipata watoto, lakini akawa mwenye maumivu mengi sana. Hii inatuambia kwamba A moment tunapotumia akili zetu kufanikisha kusudi la Mungu, lazima pawe na machozi. Ibrahimu alisubiri sana kwa Sara, akatumia akili yake kufanikisha swala la kupata mtoto lakini aliishia kumfukuza. Na tangu alipopata mtoto kwa njia ya mkato, Mungu alimnyamazia Ibrahimu kwa miaka isiyopungua kumi na tatu. njia za kibinadamu katika kutimiza kusudi la Mungu zina machozi, zina machozi. Mungu alishasema mdogo atamtawala mkubwa, lilikuwa ni swala la Yakobo kutulia. Mbona ah, we mbona naona baba anataka kufa? na anamwita Esau, ambariki. Shida yako nini? Tulia. <laughs> Anajua atakavyotimiza mpango wake bila msaada wako. Ndapo nakutana sasa na stori nyingi, mtu anakuambia wewe, kwa huu umli wako huu zaa na wamepatikana siku hizi na madaktari wa ovyo, sio wametoka wapi? Mimi na wasiwasi sana. Wanakwambia hili eh, tatizo la tumbo lonalo abidi upate mtoto. Sasa mimi sina mme. Ah, sasa hapo uchague kati ya uhai wako. Mtu mmoja akanifuata akaniambia ameambiwa hivyo na madaktari pasta. Hey, au madaktari sijui, lakini mimi sijui, lakini kuna mahali shetani anawatumia nikamwambia kwa jina la Bwana achana na hiyo habari, Mungu atashughulika na wewe na ni miaka imepita, saa hizi karibia 4 anadunda tu. Mpango wa mwanadamu unapochukua mpango wa Mungu lazima pawe na machozi. Yakobo alibarikiwa ndio, lakini aliishia kwenye ulemavu <laughs> anatembea hivi halo? Halo? Lakini Mungu alipanga mbaliki kwa njia smooth kama angesubiri. Kwa hiyo familia hii ikaingiwa machozi, mwanamke aliyempenda sana akawa mtu wa kulia asubuhi, mchana na jioni. Kwa nini anachokozwa? Unajua mtu unayempenda sana akiwa analia sana na unalia tu Kwa hiyo kuna the plan of God ambayo huwa inatimizwa na Mungu mwenyewe. Na utamu wa mpango wa Mungu acha utimize kwa namna usiyoelewa. Haleluya, kanisa. Kwa hiyo familia ikawa na machozi. Kwa nini? Kwa sababu Elikana alitaka kumsaidia Mungu kunusuru maisha yake. Unajua nikwambie, hata kwenye maisha yetu ya kila siku ya kiuchumi kuna wakati tunamsaidia Mungu kunusuru hali zetu. Aya Mungu, hii hela ndogo mno hii. Familia hapa haita survive kwa mwezi mzima. The moment tunapofanya tu hivyo ndio unapigiwa simu kijijini mjomba anaumwa kwa hiyo laki tatu ukifikiria hiyo laki tatu ndio hilo litaka kuileta kwenye majengo ila kwa sababu umeificha mungu anaichukua kwa njia, njia sikirizeni kwa jina la bwana kumtumaini mungu ni kumwachia yote haleluya Yani, unajua ngoje niwaambie, watu wa Mungu lazima ifikie hatua tuwe na kiburi kitakatifu, kiburi kitakatifu. Una unakumbuka tukiwa shule ya msingi watoto, kuna wakati tulikuwa tunapigana ngumi, halafu mwingine analeta mchanga anasema, kama ukweli una nguvu, piga huu mchanga, rudisha ngombe zangu. Kwa huyu, hivi nyie mmeishi wapi? Hey! Sasa unakuta kengine ni kadogo kabisa kanapiga mchanga kampigi kam huyu mkubwa, lakini ukifuatilia vizuri, kanajiamini kwa sababu kuna kaka yake yuko mahali fulani. Sasa hiyo tunaita jeuri takatifu. Nikipigwa yani kwamba, sasa kwa bro bro na mudu huyu, lazima tuwe na jeuri takatifu kwa Mungu Mungu. Hey, mimi ni wa kwako hey, kwa sababu mimi ni wa kwako na kesho yangu unaijua wewe ajiachia mikononi mwako nitende utakavyo, iwe kwa uzima <gibu> ama kwa <koma> mauti <gibu> Mungu anifikishe katika hiyo imani aliyowafikisha Shadrak, Meshak na Abednego. Amina. Uaminifu hauna mbadala, kwamba itakuwaje sasa ama nifanye hivi kujiokoa? Hatuwezi kutumia njia za shetani kutimiza kusudi la Mungu. Hatuwezi kuwa salama na suluhisho la shortcut la shortcut. Halijawahi kumwacha mtu bila machozi, halijawahi kuacha kuikwapua ile furaha ambayo Bwana aliikusudia Ni kweli unaweza ukatumia fedha ambayo Bwana alitaka kujenga nyumba yako ya mwenyewe, ila kuna wakati hautakuwa na furaha katika hiyo nyumba. Unajisikiaje kuweka mafuta kwenye gari, mafuta ya fedha ambayo pengine ilikuwa ni zaka ya Bwana? ama Mungu alikuwa ameshakwambia hii ninahitaji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yangu, ili niokoe roho moja. Ukitazama miisho ya, ya watu wasio na Mungu mingi inasikitisha sana, lakini tazama miisho ya watu waliojitoa kwa Bwana nikana kwamba wanakufa na mioyo yao inawashuhudia kwamba mwanangu, you did your part, ulifanya sehemu yako. Na hili la kufanya sehemu yako hawaambiwi na Pastor Shafi, kama umefanya sehemu yako au la, unaambiwa na Roho Mtakatifu ndani yako hata sasa hivi tukifikiria vizuri, tangu ujenzi wa nyumba hii umeanza, hivi nimefanya sehemu yangu kwa nguvu zote? Jibu hawezi kuwa nalo mchungaji wala muhazini, lakini Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako anakuambia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Elikana akapata alichokitaka lakini kilikuja na maumivu mengi. Mafanikio yoyote yanayopatikana nje ya Mungu, kwa Mungu hayaitwi mafanikio. Huyu unaona ni kazi unafanya, lakini kama umeipata kwa hila na ina hila nyingi, Mungu haioni kazi kuwa ni kazi. Huyu unaona ni biashara, lakini kama hakuna utukufu wa Mungu, Mungu haioni hivyo, haioni hivyo. Na matusi yakawa mengi. Oh, hana unajaza tucho mawifi wanasumbua. Haya, Penina naye anamsumbua Hana, lakini Biblia inasema anasumbuliwa eti kwa sababu Mungu amemfunga tumbo. Vita unayokutana nayo ukigundua ni kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu, na Mungu amekubali, Relax. hiyo vita haifiki popote. Haleluya kanisa, narudia tena, ukipigana vita yoyote, ukijipima ndani ya moyo wako una amani na Mungu, Relax. Usitumie nguvu kubwa wala usiumize kichwa. Nataka nikwambie ushindi kwenye hiyo vita ni wa hakika, na Mungu akusaidie kulielewa hilo, maana kila siku tunakutana na vita mpaka unaanza kusema, au mimi nimemkosea nini Mungu? Usikimbilie huko Vita nyingine ni Mungu amemfunga Hana tumbo. Na kwa hiyo Hana, inawezekana alikwenda kwa madaktari wengi sana magaino wa kipindi hicho. Anaomba msaada. Kuna watu anaelekezwa asema, gaino huyu mimi amenisaidia. Na, na, na kuna watu Hana anawaelekeza mwenyewe, nendeni kwa yule. Wanaenda wanasaidiwa, lakini yeye hapati kitu, kwa sababu Bwana amemfunga tumbo. Ikiwa Mungu amefunga kwa utukufu wa jina lake, anipe tu imani ya kusubiri wakati wake. Kuna vitu navililia, lakini Mungu amesema ngoja kwanza. Na watu wanasema huyu aolewi, huyu Epuka kuinua mdomo wako kumhukumu mtoto wa Mungu na wengine tunaenda mbali kabisa tunasema, "Ona matoto yake, yote yamesoma, hamna lenye kazi hata hili."